Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kagera upande wa Kagera mewake, tuna kilomita elfu mbili na sabini na mbili ambao ni barabara kuu na barabara za mkoa. Katika kipindi hiki cha mvua, barabara zetu zote zinapitika vizuri na ziko vizuri licha ya kwamba kuna barabara moja kubwa inaitwa Kabindi Nyentakara ilikuwa imeathiriwa na mvua katika hizi oh, mvua za Machi, lakini tumeweka kandarasi standby site ambapo kwa haraka walishaatend hiyo session na mpaka sasa hivi barabara inapitika. Kwa hiyo kwa kifupi sana, ni kwamba katika mtandao wetu wote wa kilomita elfu mbili na sabini na mbili barabara zote ziko vizuri na zinapitika vizuri bila shida. Hiyo barabara ya Kabindi Nyantakala ni iko wilaya ya Biharamuro, ambapo inapita kwenye ile hifadhi ya pori la Nyantakala, wilaya ya Biharamuro. Kwa upata wa TANROADS, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba muda wote, endapo aba takatika, tutahakikisha kwamba tunaejesha mawasiliano ndani ya siku hiyo hiyo, kwa sababu tayari tuna wakandarasi saiti wakana sote uko site standby, na pia tumeshajiandaa, tumeweka vifaa mbalimbali kama vile makaravati ya chuma kwa ajili ya emergency. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, na kwa hiyo nahakikisha wananchi kwamba kama tangu tumejiandaa kuhakikisha kwamba hakuna barabara ambayo itakatika na haitapitika, tutahakikisha kwamba inakatika, tutaanisha mawasiliano kwa muda. Naomba niwaasi watumiaji wa barabara wazingatie mambo makuu Namba moja, kwanza kila mtu alinde baba zetu. Sababu kuna tendency pia ya wananchi kulima kwenye kingo za barabara. Kuna tendency ya wananchi kuiba mali za barabara kwa maana ya kama vibao ina alama za barabarani. Lakini pia kuna tendency ya wananchi kutupa uchafu kwenye mitaro ya barabara ambayo inapelekea mitaro kuziba na hiyo kusababisha uharibifu wa barabara. Kwa hiyo tunaomba wananchi wawe walinzi wa baba zetu na kila mmoja